Wanabebwa wanabebwa na na refa refa, kuonewa inauma sana, amefanya ubaya kwa kwa kweli, kama hatuelewi, beba beba, anaona makosa anaona makosa kwa

mpira tumecheza vizuri sana, tumecheza kwa kiwango cha hali ya juu kwa kweli. Hata Simba nao wamecheza, ila refa ndo ameharibu mechi ya leo. Mpira ulikuwa mzuri kabisa, Mashujaa wamecheza vizuri, Simba wamecheza vizuri

Simba wanabebwa. Wanabebwa na refa. Simba wanabebwa na refa. Kuonewa inauma sana. Huyu refa amefanya ubaya kwa kweli. Kama sio amepewa nini, hatuelewi. Tunaomaliza. Kaa kwanza kubeba beba. Anaona makosa. Anaona makosa kwa nini? Makosa. Tumekaa

Wameharibu mechi ya leo. Mpira ulikaa vizuri kabisa, mashujaa wamecheza vizuri, simba wamecheza vizuri, ila refa wameharibu mpira

Kwa kweli hata Simba nao wamecheza, ila refa ndo ameharibu mechi ya leo. Mpira ulikuwa mzuri kabisa, Mashujaa wamecheza vizuri, Simba wamecheza vizuri, ila refa ndo ameharibu mpira. Refa ameharibu kwa kuwabeba Simba.

Kama ni mpira tumecheza vizuri sana, tumecheza kwa kiwango cha hali ya juu kwa kweli. Hata Simba nao amecheza, ila refa ndo ameharibu mechi ya leo. Mpira ulikuwa vizuri kabisa vizuri Simba amecheza vizuri, ila refa ameharibu mpira. Refa ameharibu kwa kuwabeba Simba, makoza ya Simba alikuwa hayaoni kabisa, anaona makoza ya Simba. Shujaa kiokweli amekonzea sana.